Kuna mahali ataenda. Haya, vijana wote hawatapiga Ruto kura kwa sababu wanajua uongozi wake. Na mimi nataka kuuliza wa Kenya, nataka mujiulize ya kwamba hata, hata tangu mzaliwe na tangu mue katika Kenya hii kuna wakati e, tulikuwa na enzi za Moi e, enzi za, za nyinyi, kuna wengine amuko mmezaliwa, lakini wakati Moi alikuwa anaenda mahali. Hakuna wa, hakuna watoto ambao walikuwa, hakuna majambaja ambao walikuwa wanafata Moi nyuma wanaenda navia watu pale, lakini Kenya iko mahali pabaya. Ruto akienda mahali kampeni, akienda mahali, watoto vijana wana, wanampata nyuma. Ruto akienda, vijana wanapora kila mtu, kila mtu anapita hata, hata kwa barabara wanamshika mkono, wanatoa simu, wanaibia kila kitu, wanaingia kwa maduka wanaiba mahali president ameenda, mnataka kujua, Kenya iko mahali pabaya tangu lini? Wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru, umesikia vitu kama inafanyika sasa? Imebaki kama imebaki kama kwamba Kenya, yaani Ruto ni kama sasa, kuko maandamano. He, una, umo, saizipi, umza, a, na nyamaza. kuna marafiki wengine wale wenye watanini, kuna watu wengine wakikuja. wakikuja kuna watu wengine wakikuja, kuna watu wengine, wakikuja. Sasa wanashangaa hii ni Kenya, ina gani? Tumekuwa na uhuru uhuru, amekuwa anatembea, hatujawahi kuona visanga ikifanyika. So hii nataka kusema ya kwamba kama president anaenda mahali na anatembea na, na, na, na, na, na, president akienda mahali anakuanga sikiriti yake inakuanga tight sana. Hao watoto wanatokea wapi? wenye wanaenda wanapora watu wanaibia watu mahali. so nataka kuambia wakenya wenzangu Mujue kwa ya kwamba kwa kwa Kenya kamaali pabaya, na wale ambao mtakuja kukomboa Kenya nyinyi wa Kenya wenyewe, asanteni.